Katika vitu vizuri ambavyo tunatakiwa tuvijue, zama ambavyo tunamaliza kufanya ibada kwa namna yoyote, hatupaswi kunyanyuka kama umetoka tu sehemu. Unatakiwa kutengeneza utamaduni ambao utakupelekea wewe kuketi pale, pale pale ulipomaliza kufanya ibada ukajitahidi kuleta adhkari mbali mbalimbali. Sasa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema maneno yafuatayo kuhusiana na kikazi cha mtu aliyemaliza kufanya ibada, anasema: wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi musallahu ma lam yahbith. Sasa wanasemaje? Wanasema, wanasema. Allahumma ghafirlahu allahumma arhamhu. Mwisho wa kunukuu. Wal malaika na malaika yusalluna ala ahadikum wanamtakia wanamswalia, wanamtakia ile salama, wepesi wa majambo, mmoja wenu ambaye amedumu kwenye mswala wake, umefanya ibada, umeketi pale pale Ma lam yahduth zama, ya kwamba wewe hujatoka hujatokwa na upepo mdogo ama hujakwenda ama hujahadathika, yani muda ambao wewe uko na udhu. Sasa wanasemaje malaika? Wanasema, wanasema allahuma ghafir lahu, e Mwenyezi Mungu msamehe huyu kiumbe wako. Allahuma arhamuhu, Mwenyezi Mungu muonee huruma huyu. Sasa angalia faida ya wewe ambaye unamaliza kufanya ibada na ukalikita